Ni kuhusu swala la bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan ameona aboreshe mfumo wa bima ya afya kwa wote, na mfumo huu utakuwa mzuri sana. Ni waombe machifu, mtakapokuwepo kwenye maeneo yenu na mtakapokuwa na familia zenu mtusaidie kutoa elimu juu ya mfumo huu mpya ambao unatakiwa kwa mwaka ulipie laki moja na elfu hamsini wa kwa watu sita. Ukilipia laki moja na elfu hamsini, matibabu inakuwa kwa watu sita wa familia, huo unatibiwa zanati yanafaa hiyo kadi itatumika. Naomba tupige makofi. Tumeona tulifafanua hili, kwa sababu bima ni jambo muhimu kwa maisha yetu ya kila siku. Kwa binadamu, kuna muda unakuta una maradhi ambayo yanatakiwa uende hospitali na mwingine ukafanyia upasuaji, ili watoe ule ugonjwa kwa hiyo kwa kupitia njia hii, chifu Soja na wenye wa wamachifu katika tarafa zetu zote na machifu wote tulipoa, tunawaomba sana, hii elimu tulipeleke kwa wananchi. Tunapoanza kusajili wananchi wetu waweze kujiunga. Maradhi hayapigi hodi, yanaweza yakakukuta wakati huna fedha. Lakini vile vile ni waombe na kuwarai, ni washauri wajungulize hii laki moja na elfu hamsini iwepo. Wakija wataalamu kwa ajili ya kupiga picha na kutoa mtambulisho, basi tuwe tayari, maana zozi la tutatoa matangazo.